Majina yangu naitwa Furgason Aroni Kigwa, ni mteule nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Mbogwe nikiwawakilisha watu wa Mbogwe, mkoa wa Geita. Niko hapa bungeni leo, tulikuwa na uchaguzi speaker wa kumchagua spika wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru Mwenyezi Mungu, ameweza kupata kula nyingi sana ndugu yangu Musa Hazan Zungu, na leo ndo tumempendekeza kuwa spika wetu wa bunge. Na mimi kwa kweli nimeshuhudia uchaguzi mwanzo mwisho, nimeona uchaguzi umefanyika wa haki na amani kwa sababu uh, wagombea walikuwa wengi, vyama vilikuwa vingi, nadhani vilikuwa vyama kama sita hivi, lakini Mheshimiwa Zungu amebuka kidedea kushika ushindi mkubwa, mshindi mnono. Lakini pia um, mwenyekiti aliyekuwa na kaimu kwa muda uh, aliweza kuwaita wale ambao walikuwa wanagombea kutoka vyama vingine nao wameeleza kuhusiana na kazi za mheshimiwa Zungu, kiukweli wamempongeza hata wao. Kwa hiyo nilivyojifunza ni uchaguzi umefanyika, uchaguzi wa kizalendo kabisa, kwa sababu tumeweza kupata kiongozi ambaye hana makundi. Na mimi kwa sababu mheshimiwa Zungu namfahamu kwa muda mrefu, naamini bunge hili litakuwa ni bunge la, la namna yake, kwa sababu nimemfahamu akiwa naibu spika, yale aliyokuwa akiyafanya kiukweli tumekuwa tukifuatilia sana hotuba zake, namna ya usimamizi wake kule bungeni. Bunge limekuwa la moto kweli kweli na, na kwa sasa kwa sababu amepata nafasi kubwa, kuwa sasa yeye ndo atashikilia rungu, nadhani bunge litakuwa nizuri, bunge litakuwa la amani. Lakini mimi ninachomuomba mheshimiwa Zungu, moja, aweze kuliunganisha bunge hili liwe na watu wanaopendana. Wanao vyama vya siasa, nafahamu vimo kuna vyama aina mbalimbali, kuna ACT Wazalendo na vyama vingine, lakini niombe mheshimiwa Zungu atakachotakiwa kukifanya kwa sababu uh, vyama kama vyama, kwanza sio uadui, kwa sababu wote waliokuja mle ndani wamekuja kwa ajili ya kuhakikisha wanapata maendeleo wananchi wao kwenye majimbo yao walikotoka. Kwa hiyo, na mimi na mimi kama Furgason mbunge wa jimbo la mbogwe nawaahidi watu wa mbogwe wajiandae kupokea mema mazuri mengi, kwa sababu mimi ni mtu wa maendeleo na uzuri, kauli mbiu yangu ya mwaka huu ni utumishi wa vitendo.